Bima pub urahisi wa maisha. Napenda kumshukuru sana rais wetu mama Samia Suluhu Hassan kwa kitendo alichokifanya cha kutujengea hii shule. Hii shule kwanza, inaonekana muonekano wake, kwanza ni kutuunganisha mikoa mitatu. Hakuna huyu wa kutoka Mtwara, Songea, sio hapa, hii mikoa mitatu wote ni kitu kimoja. No. kwa hiyo tuwahimize wazazi wenzetu ambao bado wako nyuma kidogo, walete watoto wao wasome hapa. Hakuna tena kuangaika, labda mimi mwanangu amekosa shule nitafute Dar es Salaam wapi. Hii shule ni mfano bora kwa Tanzania nzima. Kwa hiyo tumunge mkono, tumpe miaka mitano tena ili atuongezee mengine zaidi na zaidi. Tumemwona alipo ikapendezwa kuja kuangalia shule yetu nzuri ya kanda ambayo ni mambo makubwa tumeyaona hapa yaliyofanyika. Sisi mwoy. oye ndugu zangu ni tungepita barabarani tungekuwa tunasikia tu, lakini leo tumeingia hapa ndani tumeona jinsi mambo yalivyo mazuri. Jamani, mnatisha mama Samia, kama mama Samia, jamani mama, tumemwona mwanamke huyu alipokuwa jembe na jinsi anavyoikimbiza nchi emue. Na hiyo maana kila siku tunasema wanaume, mtasubiri sana. Yani saa hivi ni wanawake, muda wetu wa kuvimba, manake huyu mama ametuheshimisha kwamba wanawake na wanawake kumbe, mkituamini tunaaminika safi. Jamani, mimi alitoka na naingia amini na nikasema, kumbe kuna kitu kikubwa namna hii. Yani, ukipita barabarani hauoni, lakini tunawashukuru sana viongozi ambao mradi huu, yani mambo yanaenda vizuri. Tunashukuru sana mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya pamoja na ofisi yako, eh, mwenyekiti wa halmashauri. Naona mnasimamia vyema kutekeleza ilani ya chama cha Mapinduzi pamoja na majiwani yote wa shule hii mpya sekondari ya wavulana ya kanda inayojengwa katika kijiji cha Kiwalala kata ya Kiwalala na katika halmashauri ya wilaya ya Mtama. Shule hii itakuwa ni mkombozi mkubwa kwa wanafunzi wengi wavulana walikuwa wanashindwa kujiunga na masomo yao baada ya kufaulu kidato cha nne na kutokana na familia kushindwa gharama za kuwasafirisha kufuata shule katika mikoa mingine. Mheshimiwa mwenyekiti wa wa UWT, tarehe 21 mwezi wa sita mwaka 2024, shule ya sekondari Kiwalala ilipokea fedha kiasi cha shilingi bilioni nne na milioni mia moja kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya wavulana ya kanda fedha hizi zilipokelewa kwa ukiri mapokezi kupitia receipt namba RE 2024 0042. Fedha hizi zimetoka serikali kuu kupitia mradi wa Sequip.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 vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0762042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana at vikindo underscore mio underscore village001. Ukiwaza kiwanja waza Vikindo New Village, kiboko kabisa.